Katika vilima vya Kigali, hewa inatetemeka kwa ngoma, nyimbo na sauti ya magurudumu. Dunia ilifika Rwanda kwa mashindano makubwa ya dunia ya baisikeli, lakini kwa Wanyarwanda, huu ulikuwa ni wakati wa kihistoria, simulizi ya kuanzia giza hadi mwanga mpya. Kwa upande wangu baisikeli imenibadilishia mambo mengi, kutokana kwamba nilivyoanza ni tofauti na leo lengo langu ilikuwa kushiriki mashindano makubwa ya dunia na nimefikia lengo hilo. Hatimaye baiskeli imekuwa moyo wa michezo ya Rwanda, kutoka Tour du Rwanda hadi mashindano haya ya dunia. Chombo cha kawaida kimekuwa alama ya mshikamano, ustahimilivu na fahari ya taifa Ulasi. Uh, according to, uh, kwetu sisi kutokana na historia uh, ya nchi yetu baada ya mauaji ya kimbari miaka thelathini na moja iliyopita, sasa uh, tunaandaa mashindano makubwa tunafurahia Kando ya barabara watoto wanapanda baiskeli zilizotengenezwa kienyeji, wanatazama mashindano haya na kuota kuwa mabingwa wa dunia siku moja. Baisikeli na uungwaji mkono mkubwa, hapa kuna wanariadha wazuri hapa na ni vema kuipeleka kote duniani. Kwa viongozi, mashindano haya ni zaidi ya michezo, ni fursa ya Rwanda kuonyesha sura mpya ya dunia, taifa lenye mshikamano, kijani na cha kisasa. In the cycling, uh, urithi bila shaka utakuwepo katika shirikisho letu country. Nchini tumepata satelaiti uh, ya pili ya UCI UCI katika kanda hii, na ni ya pili ya Afrika. Hata kwa waendesha baiskeli wa kimataifa, Kigali inabadilisha taswira ya Rwanda na Afrika, kutoka kutoonekana kuwa kituo cha michezo, sasa imeweka viwango vipya vya mustakabali wa baiskeli duniani. I mean, specific... sina tukio maalum, nimefurahia wakati mzuri hapa, mkondo ulipendeza, imepata medali mbili, ulikuwa uzoefu mzuri bila shaka. Ni nchi nzuri kuendesha baiskeli na sikudhani hivyo awali, ila sasa nimejionea of... katika swala la amani na utalii. So, imetuonyesha so... jinsi nchi ilivyosimama imara sasa, how... hivyo ndivyo baiskeli itakuwa muhimu. Kutoka jeraha hadi ushindi, Rwanda imepata kwenye baiskeli, si mchezo tu bali simulizi yake mpya kupitia mapigo ya magurudumu. Jason Sagini kutoka Kigali nchini Rwanda, RFI Kiswahili.